Mtazamaji, na hizi ni gharama ambazo lazima tu utaika kama utahitaji kujenga greenhouse kama hii hapa ya nane kwa thelathini kwa upande. Mtazamaji, leo hii tunaenda kugawa video hii katika vipengele vikuu vifuatavyo. Kwanza ni sehemu ya material, kama material yapo nayo yahitaji wakati tunapotaka kwanza. Naitwa Stefano Mashauri, ni mhandisi wa kilimo. Sasa tumekuwa tukitoa huduma hii ya kujenga greenhouse na mifumo tofauti tofauti ya umwagiliaji. Leo hii sasa tupo katika site ambayo tunajenga greenhouse ambayo ukubwa wake ni mita nane kwa 30. yaani upana mita nane na urefu mita 30. sasa huenda hata wewe unahitaji kujenga greenhouse kama hii lakini wasiwasi wako kwamba ni gharama zipi hasa ambazo wewe unahitaji kuzingatia ama kuziweka katika mazingira uweze kuwa na uwezo wa kujenga greenhouse kama hii hapa. usiondoke kama hujasubscribe naomba usubscribe. hii ni Maco TV Tazamaji, gharama ya kwanza ambayo utaingaa ni materials. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni gharama ya kwanza ni material ambayo unahitaji kujengea greenhouse. Sasa tunaenda kuachambua material hayo ambayo unahitaji kwa wakati tofauti tofauti wakati tunapata kufanya ujenzi wa greenhouse. Material ya kwanza ambayo unahitaji kwa ajili ya kutengeneza foundation yaani sehemu ya chini msingi wa greenhouse, ambapo kwa kawaida waka tunatumia material namba moja, ambao unahitaji katika kujenga greenhouse ni kwenye sehemu ya kwanza kabisa, ambapo ni kujenga foundation ama msingi. Material ambayo tunatumia zaidi hapa ni material ambayo anatengeneza zege ama concrete, mostly itakuwa ni cement, kokoto pia na mchanga. Hii ni gharama ambayo ni ndogo sana, ambayo unaitumia kwa mfano hapa tumetumia kwenye greenhouse yetu hii hapa ambayo ni 8 by 30 tumetumia almost mifuko mitatu ya mchanga na mifuko mitano ya kokoto na pia tumetumia mfuko mmoja na nusu wa simenti. Kwa hiyo unaweza kaona ni cheap na gharama ya kununua material haya inategemeana na sehemu ambayo upo. Hivyo gharama ya kwanza ambayo ni rahisi sana tunaweza ku afford ni ya kutengeneza uh, foundation au ni material ya kutengenezea foundation. Material mengine ambao unahitaji mtazamaji, ni material ya kutengeneza frame ama structure ambayo unaiona kama hii hapa ambao ndio unasimamisha kujenga jumba lenyewe ambalo ndio greenhouse sasa. Katika kujenga frame ambayo ndio inatupa maana halisi ya structure yetu ya greenhouse ama screenhouse kama unavyoona hapa, tunahitaji material tofauti tofauti kwa ajili ya kutengeneza structure kama hii. Kwetu sisi hapa hii tumetumia wood ama miti, ambapo sisi tumetumia miti aina ya mirunda. So mtazamaji katika kutengeneza structure ya greenhouse kama hii hapa lazima ya kuna sehemu kuu tatu ambazo tunazingatia hapa. Hasa kuna kuta hizi za pembeni side walls. Katika greenhouse yetu hii hapa ambayo ni ya nane kwa thelathini miti ya pembeni ina urefu wa futi 14 na hii miti ya katikati hapo unayoiona hapa ina urefu una urefu wa futi 18. Idadi inategemeana na eneo ambao unataka kujenga greenhouse yako. Kwa mfano kama greenhouse yetu hapo miti mingi imesogeleana na imekaa karibu karibu, kwa hiyo kuongeza strength ya greenhouse hapa. Kama unavyoona yako prone na upepo, yani kuna upepo mwingi hivyo, imetubidi kutumia miti mingi sana kutengeneza standing structure ama frame kwa ajili ya kuongeza nguvu ama strength, greenhouse yetu iwe strong against upepo ambao unatokea hapa. So kuna baadhi ya miti ambayo unahitaji kutengeneza hizi sehemu ambazo zimesimama naweza kuzita kama beam, lakini pia kuna supporting structures ambazo unaziona hapa hizi, kwa mfano hizi miti ya pembeni, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zitakuwa imesimama itakuwa vizuri kwa ajili ya kwa vizuri na nini. Kwa hiyo kuna utaona kuna baadhi ya miti tofauti tofauti ambayo imetumika kwa ajili ya support structure yetu hii hapa ili iweze kuwa strong, na kwa hiyo, na sehemu nyingine ambapo utaona miti hii hapa ni kwa ajili ya kuingiza roof ama sehemu ya juu ya greenhouse. Kwa ajili ya kukinga zaidi ya mvua na vitu vingine. So in, in short tu kwamba katika kutengeneza frame utahitaji miti ya aina hii ambayo umeiona hapo, nimekutajia hapo. Lakini kama greenhouse yako hautatumia miti utatumia metal, either umetumia steel au umetumia aluminium, same application itatumika. Lakini kwa hapa sisi focus yetu ni kwenye kujenga greenhouse ya miti maji baada ya kujenga frame, sasa tunahitaji ku-cover. hivyo tunahitaji kutumia covering materials. kwa hapa tunatumia vitu vikuu viwili. Cha kwanza ni insect net, ambayo ni karatasi yeah. hii nyeupe kwa ajili ya kuzuia wadudu yeah. wasiingie humu ndani na pia nyingine tutahitaji kutumia poly cover sheet kwa ajili ya kuzuia miare ya jua na pia mvua, ambao tusiohitaji kuingia humu ndani. Kumbuka kwamba greenhouse ama screenhouse ambayo tunaiona hapo hivi, tunahitaji kuzalisha ama kulima kwa mwaka mzima na pia tunahitaji kucontrol jua na mvua ambayo inahitaji kuongea huko ndani. Hii ndio kazi ya poly cover sheet. Kasa maji kwenye screen house yetu hapa hivi tumetumia hizi insect net ambao ni rola moja, specification yake ni mita 5.5 kwa upana na pia kwa urefu ni mita 35, hivyo tumehitaji kutumia rola moja katika kujenga greenhouse yetu hii hapa na pia the same applied kwenye upande wa polycover sheet. Tazamaji, hapa ndo tupo juu sasa kwenye screen house yetu yenyewe, kama unapoona hapa na hapa sasa. Hizi karatasi tunazoziona hapa ndo zinamaanisha hizi karatasi tunazoziona hapa juu sasa ndo polycover sheet ambazo kazi yake kuu kubwa ni kwa ajili ya kuzuia miale ya mwanga ambayo hatuhitaji ingie kwa ndani. Na pia kazi yake ni kuzuia mvua, yani mvua haitaweza kufika humu ndani. Maji ambayo yataingia kwenye greenhouse tunahitaji sisi tu ya control kwa kiwango ambayo inakitaka sisi. Ndio maana hapa tutahitaji kuweka umwagiliaji. Na pia kwenye katika kutengeneza screen house kama hii hapa kuna paa ambayo inakuwa ni la chini ambayo tunaita ni low, halafu pia kuna paa ambayo itakuwa ni la juu, ni la juu kabisa kwa ajili ya kukaba hapa juu ambayo tunaita ni high. Kwa hiyo sasa Poricava hii ambayo ni kwenye para chini ina upana wa mita 5.5 na urefu wa mita 32 vile vile. Na pia kwenye hii upande wa juu tutaweka poricava ambayo ina upana wa mita 6 na urefu wa mita 35. Nisema pride kama kwenye insect net ambayo tumeiona kwa kule upande wa chini. Mtazamaji, gharama nyingine ambayo ni kubwa sana ambayo ni gharama ndogo ni misumari kwa ajili ya kuungaunga vitu kama hii miti Unga kati ya poly sheet hizi hapa, poly cover sheet si au insect net na, na miti yetu ambayo unaiona hapa ama kuunga miti yenyewe ili kutengeneza Cover sheet na miti yetu ambayo unaiona hapo. So in total tumetumia almost kilo saba, mm -hmm, za misumari. Mtazamaji, hapa tunakutana na fundi ambaye akaratasi anayoiweka hapa no, tuambia hiyo karatasi ni ya nini na inafanya kazi gani na kwa nini anaweka hapo hiyo karatasi? Tunaweka hapo hapo, tunaita skati, ni kwa ajili ya kusaidia maji yasiweze kuingia ndani maji yanakuwa yana flow kutoka maeneo so mbalimbali, basi tukiweka neti full mpaka chini, hii neti ina matobo itapitisha maji, lakini unapoweka hii karatasi inatusaidia yale maji yasiweze kuingia ndani. Na nini kitatokea ka yes, exactly. Okay. kama mtu ataweka neti ya namna hiyo au karatasi. Na ndani, na maji yatatokaje ya, ya, huko ndani yataingia yata yatarundika maudongo ndani. Wakati mwingine pia anaweza kusaidia, yatapelekea hii neti yako maanake kijami maji itajivuta zaidi na kwa inapelekea cha kwanza uchafu, lakini pia itarundika wadudu pia pale. Kwa sababu itaweka majimaji na nini vitu kama hivyo, yeah. Tazamaji baada ya kukusanya material na kuona gharama tofauti tofauti, na kwa kuzingatia kama ni material yapi na unahitaji kujenga screen house kama hii hapa ya miti unahitaji sasa, gharama nyingine ambao utahitaji kuitumia ni kwenye transportation na kwenye upande wa kusafirisha material kuleta site. Gharama kubwa sana utaitumia kwenye kuleta miti ambao utahitaji. Gharama hii inategemeana na unapochukulia material yako. Na hivyo lazima utry to figure out kwamba unafikishaje material yako site, na pia labor force ambao utakuwa unaitumia kwa wakati, kama ni mafundi au watu wa aina tofauti tofauti, ambao utawatumia katika kuwaleta site. Gharama hii hapa inategemeana na ambao toa matiio na sehemu shamba lako lilipo. Sisi shamba letu hapa liko maeneo ya mjini, kwa gharama haijaa kubwa sana mtazamaji. Gharama nyingine ambayo utaingaa ni gharama ya ufundi, unless uwe unajenga wewe mwenyewe, lakini kwa hapa ambapo naona hapa tumekuja na mafundi. Na of course unaweza ukatafuta sisi kukusaidia kwenye upande huu hapa, lakini kama wewe pia unaweza kujijengea, kama una utaalam na uzoefu, unaweza kuiondoa hii gharama. Lakini pia kuna gharama ya labor force, ambao ni watu watakaokusaidia katika kuchimba labda mashimo, kupiga misumari kama hapa, kusafisha, kusafirisha baadhi ya vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, so there is no way utakwepa labor cost. Hizo ni baadhi ya gharama ambazo mtazamaji unaweza kuzingatia unapotaka kujenga greenhouse. Sa so, mtazamaji, kama umependa video yetu hii hapa, naomba u-like na subscribe hii. Hey, ni maco TV.